bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na Themart Supermarket piga simu namba 775967. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni mtikisiko majimboni, wabunge wa sasa wahofia, watiania, misaada ya mwagika misibani, michezoni, shuleni, wadni CCM wanaochafua wenzao kukiona undani kwa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Soko la sterio la piga marufuku majiko ya mkaa kukesha. Habari katika ukurasa wa 15 Dkt. Mwinyi kulivunja baraza la wawakilishi leo. Habari katika ukurasa wa tatu. Walimu laki moja na elfu tatu wafunzwa mtaala mpya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. Msaada wa kisheria waoibua uwezi wa umeza za watu, habari katika ukurasa wa nane. Daktari wa China aliyekufa kimokoa Mtanzania aagwa, habari katika ukurasa wa nne. Gazeti limeandika Wasira afananisha wasiotii sheria sawa na magaidi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mabadiliko, bima ya afya kwa wote, maboresho ya ishusha gharama, kaya ya watu sita kifurushi ni shilingi laki moja na elfu hamsini makato kidogo kwa simu ruksa, watoa huduma kicheko, kulipwa kabla. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Jukwaa la fikra kujenga madaraja, kujenga taifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Habari picha inamwonyesha waziri wa ujenzi Abdallah Ulega kushoto akizungumza wakati wa ufunguzi wa Mwananchi jukwaa la fikra lililofanyika jijini Dar es Salaam. Siri kete ushindi vyama vya siasa elfu mbili na ishirini na tano. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili Ajira mpya laki moja mradi wa mwendokasi, habari katika ukurasa wa nne. Lala salama Bunge la kumi na mbili mawaziri mzigoni, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ni wiki ya lala salama kwa Bunge la kumi na mbili ambalo linakwenda kufikia tamati yake kwa hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan leo, waziri wa fedha Dkt Mwigulu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi nalo gazeti Majira gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ziara ya rais Dr Samia Mwanza ya acha alama, asisitiza kudumisha amani, aonya ramli chonganishi kuelekea uchaguzi. acha ameandika historia habari ni ni ya habari kamili ni katika ukurasa wa nne. Tanzania yao ya mfano barani Afrika, miradi ya sekta ya nishati, habari ya habari katika ukurasa wa nne. NHIF yahimiza matumizi ya teknolojia elimu ya magonjwa a. Habari katika ukurasa wa nne. CCM yataka wagombea kujadiliwa kwa kuzingatia uwezo, si ukabila. Habari katika ukurasa wa nne. Waliosoma CBE wampongeza Profesa Ruoga O mageuzi makubwa. Habari katika ukurasa wa pili: magari ya umeme na gesi kutengenezwa Tanzania. Habari katika ukurasa wa pili: UN vita Iran na Israel vyachochea mzozo wa wakimbizi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Eura na tathmini bei mpya umeme Tanesco yaendelea kuimarika. Habari katika ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya majira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 Nipashe mwanga jamii lenyoga, katika ukurasa wake wa mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni bunge la lala salama, Rais Samia Suluhu Hassan anatarajia kulivunja kwa mujibu wa katiba, joto la uchaguzi la pamba moto huku wabunge ndani. Wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili, pamoja na ukurasa wa tano, INEC yaapisha maofisa uandikishaji 520 ya uboreshaji ya daftari la wapiga kura. Habari katika ukurasa wa nne. Gazeti limeandika Chadema ina nafasi kutia saini kanuni za uchaguzi, ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Marekani yaishambulia Iran ikitumia ndege y hatari za B2. Habari katika ukurasa wa 19. Afungwa jela maisha kwa kusafirisha kwa bangi kilo mia mbili kumi na sita. Habari katika ukurasa wa nane. Kwa nini binadamu wanaota ndoto? Undani wa taarifa hii so, ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, mwanga wa jamii. Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi, nalo mikononi mwangu lenyewe, li limeandika Dr. Mwinyi mgeni rasmi kilele wiki ya ardhi Zanzibar, habari katika ukurasa wa pili. Ubaharia muhimili wa uchumi duniani, profesa Mbarawa, undani wa taarifa yake katika ukurasa wa tatu. Jitokezeni kupiga kura kupata viongozi makini usi, undani wa taarifa yake katika ukurasa za ndani. Endelezeni mshikamano kufanya kazi kwa ufanisi, Masuda, habari katika ukurasa wa tatu. Wadendaji ainek watakiwa kuzingatia sheria ya habari katika ukurasa wa pili. Putin, tulitaka kuisaidia Iran katika ulinzi wa anga yao lakini ikapuuzia undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Gazeti Uhuru, ukweli daimani, nalo ya mikononi mwangu lenyewe limeandika Wasira atoa somo la utawala bora, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, aponda kauli mbiu ya Chadema na kueleza mtu asiyetaka kutika katiba sheria za nchi hana tofauti na gaidi. Undani wa taarifa kini katika ukurasa wa pili. Miradi ya nishati Tanzania yawavutia Afrika habari katika ukurasa wa tatu. Kauli ya Jakaya Kikwete ilivyoibua wanasiasa. Undani wa taarifa kini katika ukurasa wa pili. Rais Dkt Mwinyi kuvunja baraza la wawakilishi leo habari katika ukurasa wa tatu. Dimwa hatutawafumbia macho watia nia wanaochafuana wana CCM habari katika kurasa za ndani za gazeti hili aliyemnyenya paa mgonjwa tozo fani ya laki moja. Habari katika ukurasa wa kumi na hivi, ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Gazeti wa Machinga nalo mikononi mwangu, lenyewe limeandika Wasira aonya wavunja katiba sheria, asema anayetaka kufanya mambo yake kwa kukiuka katiba na kuua watu hana tofauti na gaidi. Asisitiza umuhimu wa kuheshimu utawala bora kwa kufuata sheria za nchi, ya sema no reforms, no election ya Chadema inalenga kuleta fujo. Pia atume ujumbe kwa wanaccm kutenda haki kupata ugombea Ubunge udiwani undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Mbolea ya ruzuku yatengenezwa zingo ya zingwe, habari imeandikwa kuanzia ukurasa wa pili. Kampuni 19 zinadai mabilioni tangu Juni, habari katika ukurasa wa 23. Tanzania mfano Afrika utekelezaji miradi ya sekta ya nishati, ndani ya taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Wizara ya mawasiliano yaja na mkakati utekelezaji bajeti ya bilioni 291.5 kwa taasisi zake, habari katika ukurasa wa 11. Mkutano mkuu dapc waibua matokeo chanya habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Watanzania walioko Israel iran kurejeshwa nchini habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti la Machinga Jumatatu ya leo. Na sasa tukielekea habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe habari iliyopewa kipaumbele ni nikutane nikutane kwa Mkapa, gazeti hili likiandika matokeo ya mechi mbalimbali zilizochezwa hapo jana ni Yanga alipata ushindi wa goli tano kwa sifuri Coastal Union, akatoa sare ya goli moja kwa moja wakati Fountain Gate wakapata kipigo cha goli tatu kwa mbili. Simba wakapata ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Kagera Shuga. Gazeti hili pia limeandika msimamo: Yanga na alama sabini na tisa. Simba nafasi ya pili na alama sabini na nane. Azam nafasi ya tatu na alama sitini na tatu. Singida nafasi ya nne na alama 57 Tabora katika nafasi ya tano na alama 38. Wakati za chini ni Ken Gold katika nafasi ya 16 na alama 16, Kagera Sugar wakiwa na alama 23 tayari wamekwisha kutelemka daraja, na Fountain Gates katika nafasi ya 14 na alama 29, wakati Tanzania Prisons na alama 31 katika nafasi ya 13. Gazeti hili limeandika Miluda Hamdi kocha huyo aliyetoa Yanga akitokea Singida Black Stars. Hii itakuwa dabi yake ya kwanza katika Ligi Kuu, wakati Fadu Davids kocha wa Simba, kocha huyo aliyetoa Simba msimu huu kutoka Morocco, hii ni dabi yake ya tatu mwaka huu. ni Juni 25, uwanja wa Benjamin Mkapa. Gazeti hili limeandika, hii ndo endorsement ya uchaguzi mkuu TFF. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Morrison anafurahia maisha nchi ya hadi habari katika ukurasa wa 15. Hii ni jicho la mwewe na Edo Kumwembe. Arsenal, yabazwa kichwa kwa Sesco, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 12. Gazeti limeandika FIFA World Cup leo ni Atletico Madrid na Botafogo. Pata nakala yako ya gazeti Mwanasport, usome kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele magazeti ya habari habari za michezo na burudani, ndilo gazeti ya Habari Leo. Lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika kazi kwenu watani, kazi kwenu watani, ushindi mbao matano kwa sifuri wa Yanga dhidi ya Dodoma Jiji, uwanja wa New Amani Complex, Unguja Zanzibar, na ushindi wa bao moja kwa sifuri wa Simba dhidi ya Kagera Shuga, uwanja wa KMC Mwenge, Dar es Salaam jana. Maana yake ni kwamba ubingwa wa ligi kuu msimu huu utaamuliwa kwenye mchezo baina yao kesho kutwa Ishime asifu ushindi sekafa habari. Katika kurasa za ndani za gazeti hili dube kuikosa simba kusa bilnas na wajanari habari katika ukurasa wa ishirini na moja, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, jiji la habari Tanzania katika ukurasa wake wa juma, habari za michezo na burudani. La gazeti hili linakamilisha udukuzi siku wa magazeti ya mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV.